na mpenzi mtazamaji wangu wa runinga anisa anatumaini umeshinda vyema popote ulipo ikiwa ni tarehe kumi ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili ishirini na tano karibu kwenye dira ya jioni ambapo tunakujuza habari zilizojiri ndani ya ulimwengu huu kwanza tupate yaliyomo mshukiwa wa ulaguzi wa mihadarati akamatwa kwale mahakama kuu yasimamisha usajili wa makurutu wa polisi Vita, migogoro na athari za tabia nchi za wakumba wakimbizi. Ungana nami mpenzi mtazamaji, mwanzo hadi mwisho wa habari hizi, langu jina Farida Ali. Na tukianza ni kwamba maafisa wa polisi wamemkamata mshukiwa wa ulanguzi wa mihadarati katika kaunti ya Kwale. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imesema kuwa maafisa hao kutoka katika kituo cha polisi cha Samburu walimkamata mshukiwa huyo kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa akisafirisha mihadarati hiyo akitumia gari aina ya Mazda CX5 lenye nambari ya usajili KDR 284H. Kulingana na idara hiyo, Christopher Huntington alipatikana na magunia kadhaa ya bangi kwenye gari hilo. Mshukiwa huyo alipelekwa kwenye kituo cha polisi cha Samburu akisubiri kufikishwa mahakamani. Bangi hiyo na gari hilo linazuiliwa kama ushahidi, huku polisi wakianzisha msako dhidi ya washirika wa, wa mshukiwa huyo walio mafichoni. Na kwingineko ni kwamba Mahakama Kuu imesimamisha kwa muda usajili uliokuwa umepangwa wa makurutu elfu kumi wa polisi kufuatia kesi iliyowasilishwa na mtetezi wa haki za binadamu Eliud Matindi anayepinga usajili huo. Uamuzi huu wa Mahakama unajiri siku chache tu kabla ya tarehe ambayo usajili huo ungeanza kote nchini. Jaji Bahati Mwamuye ametoa uamuzi huo hii leo, akielekeza kwamba ilani ilitolewa ya usajili na Inspekta Jenerali wa polisi Novemba 4 mwaka huu ihairishwe hadi kesi hiyo isikilizwe na kuamuliwa. Uamuzi wa leo unalenga wahusika wote wa kesi hiyo wakiwemo wafanyakazi, mawakala na mashirika yanayohusishwa na, na usajili wa makurutu wa polisi. Mwasilishaji wa kesi hiyo alielekezwa wasilishe nakala za ombi lake na uamuzi wa mahakama kwa washtakiwa mara moja na kudhibitishia wa mahakama kwamba amefanya hivyo kufikia Novemba kumi na mbili mwaka huu washtakiwa kwenye kesi hiyo nao wanahitajika kuwasilisha majibu yao mahakamani kufikia Disemba kumi na moja mwaka huu huku mwasilishaji akipata fursa ya kuwasilisha hoja zaidi kufikia Januari tisa mwaka elfu mbili ishirini na sita. Kesi hiyo itatajwa tena Januari ishirini na mbili mwaka elfu mbili ishirini na sita kama njia ya kuthibitisha iwapo taratibu zimefuata na kujadili kuhusu kusikilizwa kuliko kuharakishwa kwa kesi hiyo. Usajili wa makurutu wa polisi ulikuwa umepangiwa kuanzia Novemba kumi na saba mwaka huu na ungeandaliwa katika vituo mia nne na ishirini na mbili kote nchini kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni. Na tukisonga mbele ni kwamba waziri wa utalii Rebecca Miano ni miongoni mwa wajumbe wanaohudhuria mkutano mkuu wa ishirini na sita wa Umoja wa Mataifa kuhusu utalii nchini Saudi Arabia. Mkutano huo unawaleta pamoja mawaziri, maafisa wakuu wa serikali na viongozi wengine kusherekea miongo mitano ya ushirikiano wa kimataifa kwa lengo la kupiga jeki sekta hiyo kupitia mazungumzo komavu. Mavu Miano amesema mkutano huo ambao umejiri kwa wakati ni muhimu sana ikizingatiwa mabadiliko ambayo yameshuhudiwa katika sekta hiyo. Aidha amesema kupitia wizara yake serikali pia imewahusisha vijana katika mazungumzo hayo muhimu. Mkutano huo umeandaliwa na wizara ya utalii ya Saudi Arabia. Na kwingineko ni kwamba washiriki wapatao elfu hamsini kutoka mataifa zaidi ya mia moja na tisini wanaanza mkutano wa kilele wa mabadiliko ya tabia nchi nchini Brazil huku Umoja wa Mataifa ukisema mamilioni ya wakimbizi wapo kwenye hali mbaya. Matokeo ya majanga ya mabadiliko ya tabia nchi tayari yameshawalazimisha mamilioni ya watu ulimwenguni kuwa wakimbizi, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR iliyotolewa hii leo Jumatatu, wakati ulimwengu ukianza mkutano wa thelathini wa kilele unaofanyika nchini Brazil. Shirika hilo ilizungumzia juu ya kile ilichokiita mduara wa papo kwa hapo wa migogoro na majanga mabadiliko ya tabia nchi, ambapo robo tatu ya wa wakimbizi hao wanaishi kwenye maeneo yaliyo hatarini zaidi kuathirika kwa majanga ya kimazingira. UNHCR iliyataja mafuriko nchini Sudan Kusini na Brazil, kiwango kikubwa cha joto nchini Kenya na Pakistan, na ukosefu mkubwa wa maji nchini Chad na Ethiopia kama mifano ya majanga hayo. Ripoti hiyo ilibainisha kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanaongezeka na yanaimarisha changamoto zinazowakabili wale ambao tayari wameshakuwa wakimbizi na pia wenyeji wao, hasa kwenye mazingira tete na yenye migogoro mingine B Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo natamatisha Dira ya Jioni. Nimekuwa imekuwa msomaji wako, langu jina Farida Ali. Nazidi kutazama runinga Anisa, sauti ya wote.